Nichukue fursa hii kwanza eh, omba radhi kwa wateja wetu kutokana na eh, tukio la leo ambalo tutatangia jana kidogo, hali ya ubora wa maji yetu ilikuwa na changamoto kutokana na ongavu kulikuwa na changamoto. Kwa hiyo, eh, hii ilisababishwa na, tulikuwa na matengenezo ya bomba ambayo eh, wakati wa kurudishia bado kulikuwa na eh, tope ambazo zilikuwa ndani ya bomba. Sasa katika kuwasha na namna kuweza kulishafisha bomba kuna sehemu ya wash out zetu ambazo hazikufanya kazi vizuri, kwa maji yakawa metoroka kuingia kwenye mfumo wa maji maji yetu, mfumo wa maji usambazaji wetu. Kwa hiyo hii hali ilisababisha kidogo maji kwenda mpaka kwa wateja yakiwa hayako katika bora ambao unatakiwa. Tumefanya jitihada kile iwezekanavyo kuhakikisha kwamba basi tunafanya usafi wa mfumo wetu, na bahati nzuri nadhani tulitoa taarifa hata kwa wateja wetu kuhakikisha kwamba angalau wasiatumia yale maji kwa kipindi, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo kuanzia kwenye matenki yetu ya kufadha maji, tumeona namna yakuweza kufanya usafi na tulifanya baadhi ya maeneo kwenye tiba zake tumeyafanya, na mpaka sasa hivi hali imeweza kutengamaa na nzuri. Tumepita mpaka wateja kwa vile vile kujirizisha kwamba sehemu mbalimbali maji anatoka vizuri, yako kwenye ubora ambao unatakiwa. Watoe hofu tu wateja wetu na wananchi wa maeneo ambayo yalikuwa na changamoto hiyo, kwamba tunarudi kwenye kuzalisha maji au kuwasambazia wateja wetu maji ambayo yako kwenye ubora na unaotakiwa. Nashukuru DAWASA wametukimbilia katika hali hii na leo kama mnavyoona maji yetu yako yako quality kabisa. Kwa hiyo tunashukuru tuna sana DAWASA wametukimbilia kuweza kutatua tatizo hili, hali hii ya viongozi wa juu wa DAWASA kututembelea majumbani na kuona changamoto za maji tunashukuru wamezipata na wamezifanyia kazi kiukweli, tunafurahi sana kuona wametukimbilia kwa moyo mmoja e, haswa wa viongozi wale ambao hatukutarajia kama tungewapokea e. Kwa hiyo tunashukuru wamekuja kuona changamoto zetu na wameshazitatua. Kwa hiyo hali ya Mbezi Beach B ya changamoto ya maji kubadilika rangi imetoweka. Kweli ni kwamba jana maji yalikuwa yanatoka ni tope kabisa, kwa kisi mimi sikujaza vyombo vyangu vya ndani, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu sasa hivi anaendelea vizuri, kwa wamejitahidi kwa jitihada zao, tunawashukuru sana.